ya neema yako kwa ajili ya presence yako ambayo imeendelea kujizirisha na kutembea mahali hapa. Uimidiwe Mungu mwema, maana ungetuachilia tu ungetuondoa tu, unge tu, tu mikononi mwako Baba, hatungeliweza kuwa kile ambacho tulicho, hatungeliweza kuitwa wanadamu, lakini tumeitwa watu kwa sababu umeifanya kazi mchana wa leo na kukiinua tena juu uhai wetu inatokea, unayeishi na unaye tenda, unaye simama siku zote, Alfa na Omega, na bae mwisho ni wewe uae mas, katika jina la Yesu na i